Mpaka 25, watoto wangapi waliingia wakatoka, wangapi wameunganishwa, tuna hizo takwimu? Tunataka hizo, tunaweza tukapatiwa? Kwa nauliza wakishafikia umri pako na kumi na saba, wakizidi miaka kumi na nane, kwa warudi kwenye wapi, waenda wapi wao? Labda labda warudi kwenye familia, au na kama mtujali akipasi vyema, alifanya vizuri, akienda zake pengine akirudi arudi hapa au labda huwa maisha yote. na baada ya miaka kumi na saba huwa yakoje? hiyo adoption, unabadilisha ule ubini, na sisi tunakuwa tusibadilishe ubini. Kwa hiyo kuna kafala ambayo inafanyika kwa kadi, ambayo unapewa ile fursa ya kumlea yule mtoto bila kubadilisha ubini. Kama mtoto ameletwa hapa, anaitwa Ana Alex Michael basi habadiliki, utapewa ni huyo huyo mtu, hutombadilisha ubini. Lakini kama ni ishu ya adoption inafanyika high court, lakini kwa sisi Waislamu hatufanyi haipendi, tunafanya hiyo kafara kwa sababu ile itakuja kurithi na kafariwa. Ni hizo, contradiction, kitu kama hizo eh hizowoto hawa wengine ambao wapo, serikali imetoa fursa kwa jamii, kwa wale ambao ni changamoto, ambao hawana watoto kuja kuleta maombi kwa utaratibu maalum, na wao wakapata faraja, lakini pia kuwatafutia makazi hawa watoto, kwa sababu lengo letu ni kuona hawa watoto wanalelewa kwenye familia, sio kukaa kwenye hichi kituo, kwa sababu miaka 18 inapofika, mtoto anatoka anaenda wapi? Kwa hiyo tumejipanga kuona kwamba hawa watoto wingi hawafikii miaka 18, ambao wanakuja wangu, kwa sasa na kuwatafutia familia ili waende waelewe kwenye malezi ya familia, sababu mm, familia ni mahala sahihi na sehemu nzuri kwa maendeleo na makuzi ya mtoto. Kwa hiyo hilo tunalizingatia sana. Kwa wale wanaoleta maombi ya kutaka mtoto wakulea kituoni, ni option ya mwisho, manake lazima kwanza atresi familia anayo, hana kwenye ile tathmini yake, ikiwa inashirikana sasa, hana mtu dhama na wakumlea huko, ndo anamuomba mkurugenzi kwamba aletwe kwenye kituo. Hata hivyo baada ya tathmini hiyo, kuna tathmini ambazo mara nyingi ni hapa wa makazi ya wa watoto waliokubaliwa nakuwa anafanya kila baada ya muda kuhakikisha kwamba bado kuna muendelezo kutafuta familia ya yule mtoto. Kwa hiyo mara nyingi watoto ambao wa sasa hivi wengi tunao hapa tayari zile familia zao, kama hakuna shangazi, pengine kuna mjomba, kuna mjomba, pengine kuna babu, lakini tu kutokana na hali mazingira hayaridhishi hai, hai, kuwa wa, wa, wa, wa kai kule, kwa hiyo wanaendelea kubakia hapa, lakini pia kuna utaratibu wa shule zinapofungwa kama mwezi huu, kuna watoto ambao familia zao zipo wanakwenda kutembea na kuona yale mazingira ya kule nje na kuleta yale mazoea na familia, wale watu ambao wa karibu ambao sisi tunaamini wakitoka hapa, wakifikia hiyo age ya 18, wanatakiwa waende maunganisho kule kwenye familia. Kwa hiyo lazima uweze kumtoa mtoto huku mpaka hapa kwa hiyo zote so hizo ni, ni, ni, ni taratibu ambazo zipo, na mara nyingi ndo wakitoka hapa wanaunganishwa na familia zao kwa wale ambao wanazo. Kama hawana familia, kuna walezi foster program hiyo ipo, ambayo wanasimamia mkuu hapo. Kuna walezi ambao wakujitolea wa, wapo, ikiwa tunaona kwamba mtoto huyu hana, hana mtu wa familia wa karibu, ama dhama na yule wa kumlea, kwa sababu watoto wetu wanaingia hapa, kuna mmoja na kisha karibia ku expire asikilete hapa, kwa sababu tu wakaona hapa pana dhiki. Hawa watoto hawana dhiki, kwa sababu wako chini ya serikali. Asiwe kutueletea mzigo sie, ikawa tuna tukafanye tuka, tuka, tuka, tuka, tukateketeze se kuteketeza wa kuteketeza se. Kwa hiyo wakiona vitu vyao vishaexpire wala wasitulete, ataka alete walau mwaka mbele miaka miwili. Ndio kutoa ndo sadaka, unapotakiwa atoa kile kizuri kilicho bora kilichobora. Tujitahidini, wakileta ambayo havina afya tuambie sie basi. Kwa sasa kama kina miezi mitatu bea kwa sasa basi, kwa sababu nia yake ilikuwa yeye ya, asafisha huko, so yake asafisha. Tuko pamoja, msiogope, mna changamoto yote mtu au hata mtu anatumia namba zetu za simu patupigia, kutaka wala msijisikie kama sijui viongozi nani. Jioni kazi mnaoifanya ni kubwa, kazi ya wito kubwa kubwa kubwa. Iwezekana huyo mama mwenyewe hata ange angemtunza, ndio kama hivyo wengine wa watu kwa singemlea, kwa kazi mnaoifanya. Kwa hiyo malipo yake hayo, mimi niwaambie na wabashiria sana, malipo yake ni mema makubwa sana. Mungu atawalipa ujira mwema, na sisi tutawasemea mazuri.